Hi guys, karibu tena katika Urembo na Princess Zei. Tatizo la kuharibika kwa ngozi ya uso kama kuwa na chunusi, mabaka, harara na mapele yasiyoeleweka imekuwa kilio cha watu wengi, wanaume kwa wanawake. Ngozi ina vitundu vidogo vidogo ambavyo kazi yake kubwa ni kutoa seli zilizokufa na kuruhusu mpya kuzalishwa. Kutokana na matumizi ya kemikali zisizofaa zinazopatikana katika sabuni na mafuta tunayotumia kila siku tumejikuta tukiziba vitundu hivi na kusababisha athari katika ngozi zetu. Wahenga walisema mambo ni maarifa, si nguvu. Je, wafahamu kuwa kwa kutumia nyanya na sukari tu waweza kuepuka matatizo yote ya ngozi ya uso wako? Hii ni kutokana na kwamba nyanya zimejaa antioxidants zenye wingi wa vitamini A, C na E zinazofanya ngozi iwe laini iwe na unyevunyevu isizweke mapema. Pia inatibu chunusi na kung'alisha ngozi zaidi. Sukari yenyewe ina glycolic acid ambayo husaidia uzalishaji mpya wa seli za ngozi na kuifanya ngozi yako kuwa laini na nzuri kama mtoto mdogo. Jinsi ya kutumia, tunaanza. Utaanza kwa kumimina maji ya uvuguvugu kwenye chombo ulichokiandaa kwa ajili ya kunawia uso kisha utarwanisha uso wako kwa mara ya kwanza na mara ya pili. Baada ya hapo, utapaka sabuni usoni. Sabuni unayotumia kuogea utaipaka usoni vizuri kwa utaratibu, usiwe na haraka kipenzi changu, hapa tunatibu ngozi ya uso. Utapaka sabuni yako uso mzima. Baada ya kumaliza kupaka, utanawa kwa uzuri maji yako yasiyo ya, ya moto sana wala yasiyo ya baridi sana, yanatakiwa yawe na uvuguvugu uvugu. Utanawa vizuri na kuhakikisha umetoa sabuni yote. Kwa nini tulitumia sabuni kwenye kunawa uso? Tumetumia sabuni ili kama kuna mafuta mafuta usoni yote atoke, tunavyokuja kupaka nyanya yetu na sukari, tuweze kutibu kwa uzuri, tiba iweze kuingia usoni vizuri. Baada ya kuhakikisha umenawa uso vizuri wote, utaenda kuukausha kwa kitambaa au nguo safi. Baada ya kuukausha uso wako, utaandaa nyanya yako na sukari. Nyanya inatakiwa iwe ndogo kwa sababu tutatumia tu kipande kidogo. Unaweza ukakata kipande chako kwa urefu au kwa kulala. haina masharti. Kwa hivyo utakata kipande chako cha nyanya. Kwenye hichi kipande tulichokikata kwa ajili ya kutumia, utachukua ile sukari yako uliyoiandaa. Sukari ni kidogo tu kama kijiko kimoja. Utachovya nyanya yako katika sukari, itafanana namna hii. Baada ya kuchovya nyanya yako katika sukari na kufanana namna hii, hakikisha sukari imeingia kwenye nyanya sana, kisha utaanza kuskrabu. Utakuwa unapaka kwenye uso wako taratibu Usisugue sana, huu ni uso. Uso waga una sifa ya ngozi laini, kwa hivyo utakuwa unapaka kwenye uso wako katika kila pembe, hasa hasa humu mashavuni na puani, puani humu kwenye kidevu. Hata kama ngozi yako iliharibika kwa vipodozi, nyanya na, na sukari ni tiba bora kwa ajili yako. Kama unatoka chunusi pia, nyanya na sukari ni kwa ajili yako. Utasugua uso wote kwa utaratibu sana, usiwe na haraka kipenzi changu changu. Sugua taratibu sehemu zote za uso. Kipindi unaendelea kusugua huu mchanganyiko wa nyanya na sukari katika uso wako kipenzi changu, naomba usisahau kusubscribe hapo chini kwa kubonyeza ilo neno lililoandikwa subscribe, kisha alama ya kengele ili kunifanya mimi kuwa na nguvu ya kukuletea vipindi vingine vingi na vizuri zaidi. Tunaendelea, utaendelea kusugua nyanya yako na sukari kwenye uso wako, na hii tiba inatakiwa unaifanya mara mbili kwa wiki, kama wewe unataka kuwa na ngozi laini na nzuri kama ya mtoto mdogo. Lakini kama ngozi yako imeathirika ina chunusi, ina harara, ina mabaka, inatakiwa uwe unafanya asubuhi au jioni kwa siku mbili. Kwa mfano, unafanya Jumatatu na Jumanne unaachia, utafanya tena Alhamisi na Ijumaa unaachia siku moja. Namna hiyo utaona matokeo yaliyo mazuri. Baada ya kumaliza kupaka mchanganyiko wako, utakaa kwa dakika 45 hadi saa moja, ukisubiri mchanganyiko ufanye kazi katika ngozi yako. Kisha baada ya hapo, utanawa kwa maji ya uvuguvugu na sabuni. Ukishamaliza, utakausha kwa kitambaa safi na utaenda kupaka mafuta ya maji. Mafuta yanayotumika ni mafuta ya nazi kwa ajili ya matokeo yaliyo bora zaidi utapaka mafuta ya nazi ili kuweka uso wako katika unyevunyevu mzuri, na hapo ndipo tiba yako inakuwa imekamilika na kutakia matokeo yaliyo mema na mazuri zaidi. Asanteni ah, na kwaherini.